Na, mtazamaji, hiyo taarifa hiyo tutaipata baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini tukisongamia ni kwamba wanajeshi wa ulinzi KDF waliandaa ibada maalum ya ukumbusho wa marehemu Jenerali Francis Ogola na maafisa wengine wakuu tisa waliouawa kwenye ajali ya ndege mwaka uliopita katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mashujaa hao walimiminia sifa tele kwa ujasiri na kujitolea kwao kwa utumishi wa raia. Seth Olale ana taarifa kamili. Familia, jamii, marafiki na majeshi ya ulinzi ya Kenya KDF walikusanyika katika kambi la jeshi la Moi Airbase jijini Nairobi kushiriki ibada maalum ya kumkumbuka aliyekuwa mkuu wa majeshi marehemu jenerali Francis Ogola na wenzake wengine tisa waliofariki kupitia ajali ya ndege. You have borne an imaginable burden with grace and strength. Ajali hiyo iliyoshangaza taifa tarehe 18 mwezi Aprili mwaka 2024 katika eneo la Sindar, kaunti ya Elgeyo Marakwet, ilisababisha vifo vya Jenerali Ogola, Brigedia Swale Saidi, Kanali Duncan Keitani Luteni Kanali David Sawe, Major George Magondu, Kampeni Mohammed Sora, Kapteni Hilary Litali, Sajini Mkuu John Murevi, Sajini Cliffons Omondi, na Sajini Ross Nawera. Today we gather in solemn remembrance of our departed heroes.

Mashujaa hao walitajwa kuwa na ujasiri, ukakamavu na uzalendo kwa taifa katika utekelezaji wa majukumu yao. We lost courageous and dedicated officers and service members. Our loved ones do not die. They took a break to rest in eternal peace as they fly and dance with the angels until we meet again. Mmoja wa manusura wawili kwenye ajali hiyo, Kanani Kasaine Ole Kuruta, akieleza safari yake ya matibabu live well Wito ukitolewa kwa majeshi ya ulinzi wa taifa KDF, jamii na marafiki kuendelea kufariji na familia za marehemu ambao bado wanaomboleza. Karanja Megile, Seth Olale, runinga ya Citizen.